Kakuwa wa Yesu anatakiwa amkaribishe Roho Mtakatifu kwenye maisha yake ili aweze kumsaidia ili aweze kwenda naye ili aweze kumwongoza kufikia utakatifu. Kwa lugha nyingine anaweza kusema Roho Mtakatifu ni kama battery kwenye simu halo halo, kama simu ikiwa haina battery, hata ufanye nini imekula kwako. Kwayo Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu, wakati mwingine ni zaidi ya hiyo betri, ndio kuonyesha mfano, ni nguzo ya maisha yetu. Ukimdharau Roho Mtakatifu, umeadharau maisha yako. Ukimkataa Roho Mtakatifu, umeukataa uhai wako. Yesu Kristo Roho Takatifu anajidhihirisha tangu kitabu cha Mwanzo, wale Biblia alisomea Mwanzo sura eh, ya kwanza anza ya kwanza kabisa ilikuwa nayo nchi ilikuwa ukiwa, nayo ilikuwa ukiwa. Nayo ilikuwa ukiwa. Tena utupu, tena ilikuwa utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji Sema ikatulia, ikatulia. Ikatulia. Juu ya vilindi vya juu ya uso wa maji roho ya Mungu. Agano la Kale halimwiti Roho Mtakatifu, linaita Roho ya Mungu. Maana yake ndio huyu huyu ambaye tunamzungumzia leo. Wakati hata uumbaji wa Mungu haujatokea Roho Mtakatifu alikuwepo ili kuhakikisha uumbaji huo unafanyika. Injili kadiri ya Yohana anasema katika neno kila kitu kilifanyika, lakini hilo neno halikuwa nangufu, katifu, hilo, katifu, mwansho, anatadwa, na nguvu kama Roho Mtakatifu asingekuwepo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tangu mwanzo wa uumbaji anatajwa na anaonekana kama Mungu muumbaji anafanya mambo yatokee, anasababisha mambo yatokee, wakati Mungu anatamka anaachilia nguvu ya umbaji kwenye hilo neno na hilo neno linakuwa sawa sawa na lilivyotambua. Kwa hiyo ili maisha yangu yaweza kwenda, ninamhitaji Roho Mtakatifu kuliko kitu kingine chochote. Sifa za Kristo kama yeah, yeah, yeah. zamani ambavyo tulienenda katika ujinga tulihitaji mizimu itusaidie kuliko kitu kingine chochote, ndivyo ambavyo leo tunamhitaji Roho Mtakatifu atusaidie kuliko kitu kingine chochote. Nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, ili akae nasi hata milele. Kwa lugha nyepesi, anataka kusema ninyi mkibaki peke yenu hamtafanikiwa kwa chochote, na yeye Yesu anaenda kuketi mkono wa kuume wa baba yake. Sasa duniani anabaki nani wa kumwakilisha yeye? Ndipo anasema atamwomba nani? Baba yake huyo Roho Mtakatifu akae na sisi siku zote. Kwa hiyo kabla hujawaza mme wako waza kwanza uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye wa maisha yako osii no, kabla ujawaza watoto waza kwanza uwepo wa Roho Mtakatifu kwenye wa maisha yako. Kabla ujawaza utakula nini waza kwanza, je, una roho takatifu? Kabla hujawaza nitakwenda dukani au shambani, waza kwanza habari ya nani, ya roho Mtakatifu, kwa kuwa ndiye ambaye tumepewa awe na sisi siku zote so. Okay. Haleluya, amina. Nisome kitabu cha Warumi sura ya nane aya ya kumi na nne mpaka aya ya kumi na tano. Rumii. Sura nane, kumi na nane. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Tutulie hapo. Kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo wa kama baba Yesu alisema, nitawaleteni msaidizi. Tafsiri yake alijua hatuwezi kujiongoza wenyewe, tunahitaji tuwe na kiongozi na Biblia ina, ina, inaweka mambo wazi anasema wote wanaoongozwa na roho wa Mungu.